Na vijana wasitumiwe sana na watu kutoka nje, au viongozi ambao wanahitaji madaraka kwa nguvu, ambao hawajua anafanya nini, sababu inaweza kaleta maafa makubwa kwa vijana wetu. Vilema wamekuwa wengi, wataharibu uchumi ambayo imewekezwa na waanzilishi wa, wa, wa, walioanzisha, baadaye wanajikuta wako kwenye matatizo ya hali ya juu na kuharibu uchumi uliokuwa umeimarika katika nchi yetu. Kwa hiyo waache kutumiwa na vibaraka kutoka nje na watu kutoka nje au na viongozi wenye uchu wa madaraka, ili watunze hii kidogo. Mungu ameturehemu na hii amani ambayo Mungu ametupa hii amani kubwa sana, Mungu ame ametujalia wasiharibu hata hii kidogo Mungu ametujalia kwa ajili ya uchu wa madaraka, watu wenye uchu wa madaraka wengine huko hiyo ulinzi utaimarishwa. Kwa hiyo, mimi sikushtuka nilijitukia, kwa sababu nilishindwa kwenda mahali kwa nataka kwenda mm -hmm. Hao waliohusika wakibainika kwamba wali, ndio wao wafungwe, wachukulia hatua wale waliohusika na washtakiwe, kwamba waache, watafute kazi za kufanya. Kazi zipo za kufanya. Sasa kwa nini waangaike na vitu kama, wana benefiti gani kwenye hiyo walivyofanya hivyo? Siasara tu wamewapa wananchi mm, na pamoja na serikali. Sasa wao wamefaidika nini? Vijana wakae kwenye mstari, wawasema wanachokitaka, lakini sio uporaji, wizi, kuchoma manyumba ya watu, pora maduka. Mm, kutatu mzokaa nyumbani mimi, imeniasiri napata hela sijafanya nini.